Wiki iliyopita rafiki yangu ananiambia nikalale kwao, na kwao kulikuwa makaburini na nilikuwa hakuna mtu mwenyewe, nilikuwa yosafiri. Sasa usiku nimelala, kwanza kabla ya kulala nikafunga madirisha yote, nikafunga milango, kila kitu nimelala, kitu kama saa nane tisa hivi nimelala, mara naona mwangaza unaingia machoni, nikifungua macho naona madirisha kwa wazi. Akasema hili dirisha mimi si nilifunga usiku? madirisha. Nikalala kitu kama baada ya dakika kumi hivi nikasikia jikoni kuna mtu yosha vyombo. Kasema takuwa nani tena? Nikainuka polepole mpaka jikoni, nikafungua mlango nikifungua pole pole, mlango naona hakuna mtu. Kidogo hivi mara kasikia choni kuna mtu yoga Chooni tena, kaangalie chooni. Asa vile nageuka nataka kutoka, nikasikia nyuma nimeshikwa nguo akasema leo kazi iko. Najaribu kutoka naona sendi mbele nimeshikwa kunyuma. Asa nikasema wacha nigeuke niangalie ni nani amenishika. Asa nikajaribu kigeuka polepole kiuoga uoga. Asa nageuka hivi mara nikiangalia nyuma hivi do naangalia nyuma hivi kumbe ile nguo imeshikwa na msumari sama. Alhamdulillah, katoa nguo yangu hivi, nkaenda choni, kafunga shawa, nkaenda sana.